Uhitimishe tu Mpanzu ana amani na furaha ya hali ya juu ndani ya Simba. Tena umeuliza swali la msingi sana eee. Jana nimemsikia mchambuzi wenu hapo Hans Rafael, sije kama yuko studio leo. Leo hayupo leo, leo hayupo eh, akisema akisema Mpanzu ana mapenzi na Yanga yani unaweza vipi kuthibitishia umma ya kwamba mchezaji A ana mapenzi na timu nyingine? Yaani mapenzi ya mtu una, unaweza ukayathibitisha uka vipi dhidi ya upande mwingine? Wako watu wanaishi pamoja tu kwenye familia, lakini hawana hakika kama, kama, kama wanapendana. Wewe unaweza vipi eh, kutoka hadharani na kusema Mpanzu ana mapenzi na timu nyingine eh, kutumwa kwa ajili ya kurahisisha eh, mpango huu wa Mpanzu kwenda sehemu nyingine mm -hmm. Eh, ama katumwa amgombanishe Mpanzu na na na, na, na, na, yes. Na, na, na mashabiki wake mm -hmm. wa Simba ama katumwa amgombanishe Mpanzu mm. Na, na, na, na uongozi wa Simba ama akatumwa eh, sisi tusimwamini tena Mpanzu kwa sababu tukae tukiishi kwenye dhana yake eh, kwamba huyu mchezaji ana mapenzi na timu nyingine Hwa raisia ni kwamba amemkosea ame Elie Mpanzu e, sio sentensi ya kuzungumza kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye vyombo vya habari. Elie Mpanzu e, kwanza e, ni, ni, niseme kitu kimoja. Eli Mpanzu kuna mambo anapitia yake binafsi e, na, na hakuna ambaye anajua wiki iliyopita kama wiki mbili ama moja iliyopita, mm -hmm. Eli Mpanzu amefiwa na mtoto wake akaenda Kongo, akazika. Amemaliza kuzika amerejea kuja kuitumikia timu yake ya Simba Sports. Kutumikia timu yake mm -hmm. Jaribu kuwaza e, mkai no. Unapitia kipindi kama hicho cha kufiwa na mtoto wako, lakini vile vile unatakiwa ufanye kazi kazi ya watu ipasavyo. Lazima kuna mtikisiko kidogo upate. Hicho ndicho ambacho anakabia nacho eli eli Mpanzu. Lakini kama haitoshi eh, mchezaji yote wa mpira kuna nyakati lazima anapitia mambo yanakuwa hayaendi sawa sawa, ndio mm -hmm. Kipindi ambacho anapitia eli Mpanzu mambo hayanyokei okay, kwa upande wake, kila anachojaribu kufanya e, eh, kina goma, lakini unamuona anaendelea kupush anaendelea kupambana kwa ajili ya rejia katika fomu yake. Sisi Simba Sports Club tunayo imani kubwa na elimu Mpanzu ni mchezaji ambaye tumemsajili kwa gharama kubwa, na tumemsajili kwa vita kubwa kweli kweli. Kwa hiyo tunayo imani kubwa na elimu Mpanzu, tuko tayari kumvumilia mpaka atakaporejea kwenye ubora wake. Na uzuri mwalimu tuliyokuwa naye ana uwezo mkubwa wa ku develop e, na kutunza kipaji cha mtu. Kwa hiyo anafanya hiyo kazi mm -hmm, na anaelewa mpanzu anapitia kitu gani Tuko tayari kuendelea ku, ku, ku, kumpa moyo, kumpambania ili arejee kwenye ubora wake, aje aitumikie Simba Sports Club uh, na niwaombe mashabiki wa Simba uh, tuendelee kumtia moyo Mpanzu, tuendelee kusimama na elimu Mpanzu, tuendelee kumwamini elimu Mpanzu uh, aendelee kuitumikia Simba Sports Club uh, mengine yanayoendelea ni maneno ya makusudi ni ajenda ya makusudi ya kumgombanisha Mpanzu na Simba, kumgombanisha Mpanzu na mashabiki, kumgombanisha Mpanzu na viongozi wake, tusiwe na imani naye. Kama kuna mtu anamtaka Mpanzu wala asiwe na wasiwasi, asubiri mkataba wake uishe. Kama Simba hatumhitaji atamchukua. Kama Simba atamhitaji, tutagombana naye kwenye soko la usajili mm -hmm, kuliko kutaka kumharibia mtu, unaposema Mpanzu ana mapenzi na timu nyingine <laughs> nah. Aki enda akakosa goli kwa bahati mbaya na, watu wanaamini kweli yule anafanya kazi ya kutumika, unamtengenezea uadui na Mpanzu, anaishi kwenye jamii ya watu, unajua kitu gani kinaweza kikamtokea kibaya kwao. Ni vema tukaangalia kitu gani tunawasilisha kwa jamii. Basi sawa, Ahmed Ali, umeyazungumza mengi kweli kweli, tukutane kesho kwa Mkapa, si ndio?